Zina mkutano wa tisa wa chama hicho kwa mara ya kwanza mkoani Iringa baada ya miaka tisa tangu kianzishwe chama hicho. Mwanahabari wetu Salman Mbega ana undani wa taarifa hii. Akizungumza katika mkutano huo, mwakilishi wa mgeni rasmi, katibu msaidizi mkoa wa Iringa Nuru Sovela, amewapongeza viongozi wa TAPA na wanachama wa TAPA kwa juhudi ambazo wameweka ili kufanikisha mkutano huo. Naomba nitumie fursa hii kuwapongezeni viongozi wa TAPA na wanatapa wote kwa kufanikisha kuwepo kwa kongamano na mkutano huu mkubwa kabisa wa kitaaluma katika mkoa wetu wa Iringa, na kwa kila kitu mnachofanya kwa ajili ya maendeleo ya ustawi wa jamii yetu ya Kitanzania. Ndugu viongozi na wanachama, pamoja na wageni mbalimbali waalikwa, Nimesikia kupitia hotuba yenu kwamba kauli mbiu ya kongamano hili na mkutano huu ni saikolojia kwa jamii yenye afya, kuziba mapengo katika utafiti na huduma za sera. Binafsi ninatambua na kuheshimu nafasi ya wanasaikolojia si tu katika afya ya akili na ustawi wa kisaikolojia kwa jamii, bali ni katika maendeleo ya mtu mmoja moja, familia, tajamii, na na obaadi, jiongozi, na na kwa ujumla. Nao baadhi ya viongozi na wataalamu wa teknolojia wameeleza lengo la mkutano huo uliokuwa na kauli mbiu inayosema teknolojia kwa jamii ni afya kuziba mapengo ya utafiti na huduma za sera. Tupo hapa mjini Iringa kwa siku mbili kuanzia leo tarehe kumi na mbili na kesho tarehe 13 ya mwezi wa sita 2025 kwa ajili ya kufanya kongamano la pili la kisayansi pamoja na mkutano wa tisa, mkutano mkuu wa mwaka wa chama cha saikolojia Tanzania, ambao unaongozwa na dhima ya saikolojia kwa jamii yenye afya kuziba mapengo kwenye tafiti, huduma pamoja na sera. Lengo la kuwepo hapa ni kwa ajili ya kuweza kukutana wanasaikolojia, wanachama pamoja na wadau mbalimbali wa huduma za kisaikolojia nchini Tanzania pamoja na sehemu zingine kwa malengo makubwa mawili. Lengo la kwanza ni kufanya hilo kongamano ambalo linakuwa na mijadala na mawasilisho mbalimbali yanayohusiana na saikolojia kama sayansi, huduma lakini pia kama uh, taaluma au sayansi. Lakini pia jambo la pili ni kuweza kufanya mkutano mkuu wa mwaka ambao ni mkutano unaotukutanisha kwa pamoja kuweza kujadili na kutathimini kile ambacho tumekifanya ndani ya mwaka mmoja kwa sababu miaka yetu huwa unaanza mwezi wa saba tarehe moja hadi mwezi wa sita tarehe thelathini kuweza kutathimini ni kipi ambacho tumekifanya kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano na kupanga mpango mkakati mingine kwa ajili ya mwaka unaofata. Leo hii nitawasilisha utafiti kuhusu uhamishaji shuruti wa watu na madhara katika afya ya akili na ustawi wa mtu kama mtu. Sasa uhamishaji wa, uh, wa watu unapomhamisha mtu, kuna ile hali tunaita nyumbani. Sasa nyumbani sio nyumba. Nyumba inamfanya mtu kile yeye eh, anajipa ile tunaita identity au yeye ni nani, hata kama ni chini ya mti, hata kama popote pale ambapo anajisikia salama, ambapo ana marafiki, ambapo ana ndugu walio karibu eh, anaweza kupata, anajua ameshatengeneza mifumo, anapata wapi huduma za jamii. Taarifa yake kameta inatukamilishia mkusanyiko wa habari zetu kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Jina langu ni Lameki Kigahe, asante na kwa heri.